Mtazamaji wa Mnyasa Media huyo ni Kefa Chengula, shabiki wa Young Africans. Katika mchezo unaokuja mchezo wa maamuzi magumu. Eh, Silver Strikers kutoka pale nchini Malawi, lakini wakipambana na Young Africans. Simba wao kivana na Nsingizini FC eh, siku ya Jumapili. Mchezo yote ni ya muhimu kwa vilabu vyote vinavyoshiriki eh, ligi ya mabingwa bani Afrika kwa Tanzania. Je, yeah, Young Africans ataingia hatua ya makundi, ndio swali ambalo hivi e, sasa linaulizwa, kwa sababu alishapoteza ugenini moja kwa sifuri kule nchini Malawi. Niko na Kefa Chengula, baki nasi mpaka mwisho. Kefa Chengula, mambo vipi bwana? Poa, habari nzima baba. Nje mambo yanakwenda? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Eh, bwana klabu yako ya Young Africans watu wengi wanajiuliza mtaani. Itafuzu hatua ya makundi ndio swali ambalo watu wengi wanajiuliza mara baada ya kichapo kile kilichofanyika kule nchini Malawi na mkamtimua kocha Alomeni Fulis e, eh, kule kule nchini Malawi. Eh, bwana hili swala unalizungumziaje? Bwana Mnyasa mimi cha kwanza kabisa lazima niombee dua yangu timu yangu. Mm. Naiombea dua kubwa sana kwamba klabu yangu tuweze kufanikiwa kuingia hatua ya makundi. Yaani kuna muda nikikaa saizi, yaani mpaka natetemeka. Yaani mpaka na yaani kuna uoga fulani umeshaniingia. Yaani kuna kaubaridi fulani kameniingia kwa sababu ukiangalia kwa namna timu yetu msimu uliopita tumeishia hatua ya makundi. Mm. Msimu huu tunaishia raundi ya pili. Tafsiri yake msimu unaokuja tunaishia hatua ya ya kwanza. Msimu unaokuja tena yawezekana kwenye ramani ya soka la Afrika tusiwepo kabisa. Kitu ambacho mimi ninachoona saa hizi ni kama kuna kawingu fulani kametanda. Yaani in eh, nimeingiwa ni na ubaridi na namuomba Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi, lakini vile vile kwenye hili huu jumbe nataka niwatumie wachezaji wangu. Mimi nataka nikuambie bwana Mnyasa, shida ya Yanga kwa sasa ni kwamba kocha ndo amekuwa mbuzi wa kafara. Lakini nataka nikwambie kwenye klabu ya Yanga, mimi kama Kefa Chengula naweza kusema kocha anaweza ni, akawa ni asilimia tano kati ya tisini na tano tisini na tano naweza nikatiria mashaka kwenye uwezo wa wachezaji umenelewa kutiria mashaka uwezo wa wachezaji ni kwamba ni ile kwenye kujituma kwa sababu nikisema kwenye uwezo current performance wanapocheza uwezo binafsi wana uwezo mkubwa sana lakini kwenye kujituma wa wachezaji wetu imekuwa ni kama kuna kahali fulani ka kujituma kamekuwa kapo wiki yani, unaona kabisa mchezaji eh, hajitumi. Mimi naomba bwana Mnyasa, nataka nitumie nafasi hii kuambia wachezaji wa klabu ya Yanga, viongozi wangu, naomba muambie hao wachezaji kwamba hii ni Yanga, umenelewa, hii ni Yanga, wajitume kwa sababu klabu yetu tunakoelekea sasa. Hebu imagine na nikwambie bwana Mnyasa, kama tutaishia hatua ya raundi ya pili kwenye michuano mitwa, ya klabu bingwa Afrika. Nisukufiche. Msimu utakuwa umeishia yani utakuwa umeishia Jumamosi hata yani. Kama tukichukua ubingwa ligi kuu Tanzania bara mimi nisukufiche bwana Mnyasa, ligi kuu Tanzania bara hata hata tukichukua itakuwa haina maana FA tukichukua itakuwa itakuwa haina haina maana. Na ndio maana leo klabu bingwa Yanga Afrika kwenye klabu bingwa mechi ambazo tumezicheza dakika mia themanini ile mechi moja tu ya Mamelodi dakika 180 ilitosha kabisa kuta, kuitambulisha Yanga Afrika Yanga Afrika Afrika kwamba ni nani. Na ndio maana leo sisi Afrika tunaogopeka ni kwa sababu ile mechi ambayo tulicheza dakika 80, dakika 180, 90 eh, Tanzania, 90 ni South Africa. Ile mechi ndio mechi ambayo iliseti standard ya Yanga ya Afrika. Na ndio maana leo sisi Afrika tunaonekana ni moja kati ya klabu ambayo inafanya vizuri ni kwa sababu ya ile mechi. Sasa leo la timu yetu kwenda kuishia hatua na nisikufiche, Bwana Mnyasa, e. Wanasema mdharau mwiba mguu huota tende e. Kuna baadhi ya wanachama na viongozi wa matawi wametuaminisha kwamba hiyo mechi tunaenda kushinda kwa kishindo. Niwaambie, niwaambie hiyo mechi tuende kwa heshima na kwa adabu. Tuende kwa heshima na kwa adabu ni lazima tuwaheshimu Silver Strikers. Kama wamefanikiwa kutufunga nyumbani kwao, basi wana uwezo wa kuja kutufunga nyumbani kwetu. Ni lazima tuwe na heshima na adabu na huu huu mchezo ni lazima tu, na wanachama tusiwaachie viongozi. Ni lazima sisi wanachama na, na mashabiki na twende tuuvalie njuga huu mchezo kama wamesema viongozi wetu twende bure, sawa, twende tukausapoti huo mchezo wetu, tujaze uwanja, tuanikize klabu yetu iweze kushinda. Lakini kama tukifanya mistake, tukawaachia viongozi hii mechi, pale hatutoki, na kuhakikishia, kama tukiwaachia viongozi, tukasusia, tukafanya mizaha, hiyo mechi hatutoki. Lakini kama tukiungana, tukawa kitu kimoja, timu yetu inaenda inaenda hatua ya makundi. Hapa tulipofika, goli moja sio goli lakini goli moja tukishupaza shingo, wale wana, wale wa Malawi wa, wa... unajua sisi bwana Mnyasa, nikwambie kitu kimoja. Bahati nzuri wewe bwana, unatoka unatoka mpakani mwa Malawi na na nani na, na, na, eh, kwa maana ya, ya, ya kanda ya Nyasa eh. sitaki nikuzungumzie kwenu kwa sababu inawezekana eh, hutaki watu wakujue kwenu, lakini nataka nikwambie unatoka kanda ya Nyasa. Kwao watu wanaojua hizo kodi watatafsiri kuna... unajua sisi mimi natoka Kyela, watu ambao tunatoka Kyela unajua mtu yote ukitoka, ukitoka Malawi ukija Kera unaonekana wewe ni wakuja, yani ni kwamba wewe ni unakaa ushamba fulani. Hasa sisi leo tukifungwa na wa Malawi <laughs> yani, tukifungwa na wa Malawi itaonekana kama tumefungwa na watu wakuja, yani kitu ambacho mimi kiukweli, yani itabidi Nisiende Malawi mwaka mzima. Maana sisi tukienda kule Malawi wanasema tumekuja wajanja, wanasema eh, Watanzania hao wajanja sana hao. Yaani hao wajanja usikie usonge nao. Yaani sisi wanatuona kama ni baba, ni mabon town. Sasa leo tena, wa, sisi tufungwe na Malawi, maana yake mimi siwezi, siwezi kwenda Malawi mpaka, mpaka hata ka historia kafutike, kitu ambacho kwangu itakuwa ni fedheha sana. Kwani, kwani kwa kwa kufungwa na watu wa Malawi kuna ubaya gani yani, wa Malawi sisi, yani wanapotuona sisi wa Malawi, sisi wa Tanzania wanatuona kama sisi ni watu wajanja sana yani hata hivyo, yani tulivyo tulivyofungwa na Malawi. Yaani kule mpaka leo imebaki ni historia. Wanasema tumewafungu tumewa yani wale ile ya Silver Strikers wanaona kama yani saizi yani wanajiona wao ndio mabon town. Tumewafunga wa Tanzania, tumewafunga wa Tanzania. Tanzania. Yaani imekuwa ni hadari nyingine. E bana, sticker, eh bwana kama Silver Strikers wakaweza kuwafanikisha nyinyi tena Benjamin Mkapa. Eh, mkalala na viazo tena kwa mara nyingine. Eh, na mkaondolewa kwenye michuano. Hii hali bwana itakuwaaje bwana Kefa? Mnyasa. Hiyo dua Mungu aifutilie mbali, hiyo dua isifike kabisa, Mnyasa. Ninachotaka kukwambia ni nini? Yaani, itakuwa ni fedheha ndani ya Tanzania, itakuwa ni aibu kwenye mipaka ya nje ya Tanzania, kwa sababu ile Silver Strikers hata kwenye timu hamsini bora Afrika haimo, hata kwenye ramani la, ya soka la Afrika haimo. Unatolewaje? Na ndio maana nimesema, Mnyasa, tukitolewa na Silver Strikers, msimu wa ligi kuu Tanzania bara utakuwa umeishia pale pale. Jumamosi. Yaani tuta hivi tutasema nini? Bani hivi imagine bana Mnyasa. Tutawaambia tuta nini? Eh, hata tuchukue ligi ku Tanzania Bara itakuwa ni weke dani 0 ku 0. Hata tuchukue UFA itakuwa ni weke dani 0 ku 0. 0. Yaani ili sisi tuendelee kuwa salama, Silver Strikers ni lazima mato, tu, Tupate matokeo. Sio matokeo tu, matokeo ya kishindo. Manake tofauti na hayo matokeo bana Mnyasa itakuwa ni fedheha, itakuwa ni aibu, itakuwa tumedharaulika, tutakuwa yaani. Mimi nakwambia yaani, huu um, msimu wote itabidi nikae tu ndani. Utazungumza nini watu wakuelewe? Unafanya vizuri ndani, nje unaharibu. Unampiga mtu aliye nafasi ya tano, aliye nafasi ya hamsini kwenye reke za Kafu anakutoa kwenye hiyo michuano, nini maana yake? Eti Mnyasa, aliyeko nafasi ya tano unamfunga mara sita mfululizo, aliyeko nafasi ya hamsini Silver Strikers anakutoa kwenye michuano, kuna nini? Ni lazima, ndio maana mimi nimesema, ili tuwaaminishe watu kwamba sisi tunafanya vizuri ndani na tunafanya vizuri kimataifa, ni lazima Silver Strikers afe. Yaani hiyo ni do or die, ama zetu ama zao. Ikitokea huo mchezo tumeupoteza, ah, nisikufiche. hapo lazima tumtafute mchawi na Roman Nixons ameshatoka. Kama ameshatoka mkocha na tumesema kota ndio sababu. Basi huo mchezo basi tuhakikishiwe kushinda. Na wachezaji chonde chonde, shime shime, na engineer Helsi, kuna kuomba uende kwa hao wachezaji uambie kwamba hii ni Yanga, hao wakina Chikola wakina Chikola sio, wakina Edmund sio, ametoka huko Kagera sio, ametoka Geita Gold. Ndugu zangu, tuambie na mimi, nataka nikwambie Mnyasa, chama huyu aliyeko Singida angekuwepo leo kwenye klabu ya Yanga, hakuna mchezaji wa klabu ya Yanga wa sasa mwenye uwezo wa kwenda kumkalisha chama benchi. Harid ya Ucho ameenda Singida, Andambwile mimi nataka nikwambie bwana Mnyasa, mimi namuomba Mungu ikifika Januari, Harid ya Ucho arudishwe kwenye klabu yetu, shime shime, chonde chonde, pamoja na matatizo yake aliyo nayo, lakini naomba arudishwe kwenye klabu yetu kwa sababu huwezi kumkabidhi Andambwile kwenye mechi ya Ahli dhidi ya Yanga unamkabidhi dimba la chini? Ni kweli Andabwira anacheza vizuri, lakini kumkabidhi Andamwire akacheza ile nafasi, unamkabidhi yale majukumu Andamwire, yale majukumu dhidi ya Ahli, Mamelodi Yes, Tunisi, experience Wydad de Casablanca, Raja, unamkabidhi Andamwire? Ndugu zangu, mimi niwaambie, namuomba Mungu ifike mwezi wa kwanza, tulete watu wenye hadhi ya kuja kuipambania klabu yetu. Adamwe tunamheshimu, lakini tunamheshimu kwenye mechi dhidi ya Namungo, lakini kwenye mechi za kimataifa, ndugu zangu, nisiwafiche, amezima mechi dhidi ya Wydad Kasablanka. Kama unakumbuka chupu, chupu, Simba. Hatua ya ya iende Mkude ana experience na hii michuano, lakini andambue mi amecheza ile nafasi kimataifa. Na haya ndugu zangu wa Tanzania, ninaozungumza haya mambo, nazungumza kwa upendo mkubwa, kwa sababu naipenda klabu ya Yanga, umenelewa? Mimi sizungumzi kwa kutafuta kiki, nazungumza kwa kutengeneza kwamba jamani, kwenye ile nafasi kunahitajika mtu ambaye ana uwezo wa kwenda kukaa pale chini na akaweza kuhold ile dimba. Lakini kwa sasa andambue na huyo Bara Conte, ndugu zangu, tukubaliane kwamba hawa wachezaji hawana uwezo wa kwenda kuipambania klabu yetu kimataifa kwenye, na Mungu ni kweli, tunaamini watu atupambania kima, lakini kimataifa sina uhakika. Lakini niwaombe, tuiombeti klabu yetu iweze kuingia hatua ya makundi kimataifa. Kefa Chengula, a boy from Makete ya Flandani, na sign out.